shuhudiwa mjini Nyeri kufuatia matamshi ya gavana Mutahi Kahiga kuhusiana na kifo cha hayati Raila Odinga. Muungano wa vyama vya upinzani ukijitenga na matamshi ya gavana huyo na ukisema msamaha wake hauna ukweli. Haya yanajiri huku kanisa la kipentekosto likimpiga marufuku gavana Mutahi kwenye madhabahu yake, kama anavyotuarifu Seth Olale waliandamana katikati mwa mji wa Nyeri kukashifu matamshi ya gavana Mutahi Kahiga kukejeli kifo cha hayati Raila Odinga, wakazi hao wakisema kwamba matamshi hayo hayaungwi mkono na jamii za mlima Kenya. Kwa hivyo mtu kukashifu kabila ingine ndani ya Kenya, sisi Kenya sote ni Wakenya, kitu moja. Na mtu akutupagua, yeye amepotea na hatutavll ha wabunge wa kaunti hiyo Eri kwa Mumbi wa Mathira, Njoroge wanaina wa Kieni, wanaina wa Mbugu wa Othaya na seneta Wahome wa Matinga wamemtaka gavana Mutahi Kahiga kujiuzulu kama gavana kwa kukosa nidhamu.

na hayo siyo mafikirio yetu. Aidha, vyama vya Wiper, DCP, PLP, DAPK, Jubilee na DP chini ya vyama vya upinzani, kupitia taarifa vimekataa msamaha kutoka kwa gavana Mutahi vikisema si wa kweli, umoja huo ukitaka baraza la magavana kumchukulia kiongozi huo hatua kutokana na matamshi yake. Wakati huo huo, usimamizi wa kanisa la African Independent Pentecostal Church of Africa, AIPCA, limetangaza kumpiga gavana Mutahi Kahiga marufuku dhidi ya kuzungumza au kutoa mchango kwenye madhabahu yote ya kanisa hilo kutokana na matamshi yake. Seth Olale, runinga ya Citizen.